Naam, karibuni tena kwenye kipindi kingine cha lugha ya Kiswahili na leo tunaangazia nyakati. Nyakati kwenye lugha ya Kiswahili hutuonyesha kwamba kitendo chafanyika lini. Nyakati katika lugha ya Kiswahili hutuonyesha kwamba kitendo chafanyika lini. Na kwenye lugha ya Kiswahili kuna nyakati tofauti tofauti: kuna wakati uliopita, kuna wakati ujao, kuna wakati uliopo wakati timilifu na kadhalika. Lakini leo nazungumzia wakati ujao. Wakati ujao ni wakati upi? Ni wakati ambapo hurejelea kitendo ambacho bado hakijafanyika. Wakati ujao hurejelea kitendo ambacho bado hakijafanyika, ila kinatarajiwa kufanyika. Vilevile ikumbuke vile kuwa wakati ujao hutumia kiambishi ta katika vitenzi. Wakati ujao hutumia kiambishi ta katika vitenzi. Tuangalie mifano ya maneno ambayo yako katika huu wakati uliopita. Kuna neno kama nitapika, nitapika, tutaomba, mtashinda, atafikiri, utasaka ni mifano tu ya maneno pale. Tutazame sehemu ya neno ambalo limeandikwa pale. Neno la kwanza ni nitapika, tutaomba, mtashinda, atafikiri, utasaka. Ukumbuke kuwa maneno ambayo yameandikwa kwenye wino mwekundu pale, hizo silabi ambazo zimeandikwa kwenye wino mwekundu au kiambishi ta kwenye neno nitapika basi hurejelea wakati ujao, kuonyesha kitendo bado hakijafanyika lakini kinatarajiwa kufanyika. Nitapika, tutaomba, mtashinda, atafika, utasafiri na kadhalika. Vilevile vile, kuna mifano katika sentensi: Roda atamaliza kazi yake mapema Dhahabu itauzwa katika soko . Nguo zake zitakauka vizuri. Mwisho balozi atawasalimu wajumbe. Ni mifano tu ya maneno ambayo yametumiwa hiyo nyakati ta katika sentensi, ila kuna sentensi nyingine haswa ambazo zimetumia kiambishi ta kuonyesha wakati ujao. Asanteni kwa kunisikiliza, tukutane kwenye kipindi kingine.